Uh, matokeo ya mtihani wa taifa darasa la saba yanakaribia kutoka sasa. Ili yatakapotoka uwe wa kwanza kuweza kuyapata kwa uhakika na uharaka zaidi, nataka katika video hii nikakuelekeze namna au jinsi ya kuweza kuangalia matokeo ya darasa la saba yatakapoweza kutoka. Hatua ya kwanza, ingia katika application ya Chrome katika simu yako au katika Google. Utaingia katika application hii ya Chrome katika simu yako na baada ya hapo utakuja sehemu hii ya kusearch, utaandika NECTA. Ukiandika NECTA utaisearch kama hivi, na baada ya kuweza kusearch, utaweza kuiona website hii ya kwanza hapa kama jinsi inavyoonekana. Utafungua website hii, utaifungua website hii na namna hii. Itakapofunguka utashuka chini mpaka sehemu hii ya matangazo na cha kwanza kabisa utaweza kuona tangazo la matokeo ya mtihani wa taifa darasa la saba, utaweza kuona katika sehemu hii. Lakini namna rahisi ya kupata, usipoyaona hapa, utabonyeza hivi vidoti vitatu hapa juu. Baada ya pale, utakuja sehemu hii ya result, utabonyeza katika sehemu hii ya result hapa, then utakuja katika sehemu hii ya PS LE, PSLE. Utabonyeza katika sehemu hii utaweza kuyaona matokeo yako hapa. Kama unavyoona, haya ni matokeo ya darasa la saba elfu mbili na ishirini na nne ukishuka chini utaweza kuyaona elfu mbili na ishirini na tatu kishuka chini utaendelea kuyaona 2022 lakini sasa ya 2025 yatakapotoka utaweza kuyaona katika sehemu hii. Kwa utakapoyaona sasa, tuwashumu ndo haya hapa. Utabonyeza linki hii ili kuweza kuyaona utaweza kuyaona hapa, National Examination Council of Tanzania, hiyo examination result utaweza kuona mikoa yote katika sehemu hii, hii ni namna rahisi ya kuweza kupata matokeo haya au kuweza kuyaona matokeo ya mtihani wa taifa matokeo ya mtihani wa taifa darasa la saba utaweza kuyaona kwa namna hiyo kiurahisi kabisa. Kwa hiyo hakikisha una subscribe channel hii ya Fairboy, ili matokeo yatakapotoka tu uweze kuyapata kwa uharaka zaidi kupitia channel hii ya Fairboy. Lakini pia share video hii na wengine, like video hii na pia unaweza ukajoin katika grupu letu la WhatsApp. Link nimekuwekea katika description ya video hii, ili uweze kupata update za kila siku matokeo yatakapotoka, lakini pia update za ajira, elimu, pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa utazipata kupitia grupu letu la WhatsApp. Asanteni na karibuni sana.